Simba Azam mechi nne. Katika timu ambayo imeingia group stage mara nyingi kuliko <laughs> timu yote Tanzania, ni <laughs> Simba Sports Club. Imeingia group stage mara saba. Hiyo hiyo hujazungumzia. Wenzetu hujaweka rekodi. <laughs> Hiyo sio rekodi, hii ndo rekodi ambayo kafu kiendo unaiona, ukiingia www.kafuonline.com unaiona, hiyo Simba imeingia group stage mara saba mfurizo. Hiyo hajafanya Yanga hajafanya, Singida hajafanya, Azam. Ona oh, no, wasema hivyo hawajui mpira. Hiyo yeah, yeah, sio rekodi, rekodi ndio hii ambayo tumeweka sisi leo. Tumeingia hii mara saba. Ukanda huu wa CECAFA kuanzia Guba wa Jemi. Kama hujui Guba wa Jemi inaanzia juu. Kuanzia Sudani, nenda, nenda Ethiopia, nenda, nenda, nenda Somalia, mba, nenda Uganda, Kenya, zunguka kote kupaka Burundi. Timu pekee ambayo imeandika rekodi ya kukufuzu group stage ya CAF Champions League mara nyingi zaidi yani mara saba ni Simba Sports Club, mbona uongee sasa hao si hawajui mpira hao, yeah? hawajui hawa mpira njo watu awajua mpira. Hii ndio rekodi, kaiangalia rekodi, rekodi kama ipo io oekhaipo hiyo, akwako haipo, yu, haipo. Na ligi ya goli la mama pia imekuwa wa mwisho, sio tatizo mm. Sisi aa awambia kitu sisi, Simba ndio timu pekee ambayo itabaki kwenye mashindano mpaka mwisho, wengine wote watakuwa wa kwanza ah. Kwa hiyo sisi tutapata hela nyingi zaidi kuliko timu yoyote ile mpaka fainali, kwa sababu hata mwaka jana wajui Walianza Azamu katolewa, hombo ndio kagongwa, kwae Singida kagongwa, kaondoka, kafana ngogo kijani nyuma mwiko kapigwa, kaondoka, Simba kabaki mpaka finali. Uongo uongo, ali manusura tu ali manusura kama sio rafari na mtu wao kule kuamua wapewe kombe, ilikuwa tuchukua ubingwa. Uongo hata mwaka huu timu pekee tu kabaki, na kwa pia tunza clip hii, umesikia sasa? Hii clip tunza. Timu ya mwisho kubakia mashindano ya kafu ni Simba peke yake. Timu ya mwisho kuingia kuingia makundi pia.

Jambo nikuambia kitu. Kafu Champions League. Kafu Champions League. It's all about calculation. It's all about mathematics. And that's why Yanga Africa anapokuwa kimataifa huwa na faida kwa sababu he don't know how to go through. Unaelewa? Nisikize. Hata jana Yanga ilikuwa endi. Refa Lia alikuwa familia. Refa Lia alikuwa mtu wa Baza. Refa Lia alikuwa mtu wa Yanga. Ile goli ya halali, ile goli. Amerika ta refa goli halali jana. Ukiona? Angalikubali hiyo goli maana yake yanga nyuma mwiko kwa maondoka wango, brother Yanga hajui kucheza mechi za kimataifa, ndio maana kaenda kule kwao, kapigwa, karudi hapa mpato patayo. Umeona refali familia, lazimani familia, goli la halali amelikataa, walikuondoka. Jana hivi nikuza swali hata rais wa Yanga mwenyewe hakuna mwa am, am, am, Yanga amefurahi jana, Yanga kufanikiwa wangu, kwa sababu anajua am, wamefuzu, papatu papatu. Umeona vizuri Uriza ndo kazi yako Anna, okay. Uriza, Sosu, Ndose. Uriza majibu yako hichi ambavyo unakiona. msimu unaopita sisi tuna group stage ndo tunaongoza group. Unakumbuka msimu unaopita kwenye group stage tuliongoza, brother, mambo ni yale yale, na sisi simba msimu huu ndo tutaongoza group stage Sosi, nakupa hadi kama tusipoongoza group stage na nakupa milioni moja, hmm? milioni moja kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kama Simba group stage tusipoongoza group unachukua milioni. Weka rekodi brother, weka rekodi Simba Sports Club msimu tusipoongoza group stage tukawa wa kwanza kama msimu unapita kombe la shirikisho ujechukua milioni moja. Yoko, poti tu. Brother, hii ni Simba. Mimi nimeshaongoza mbele ya bingwa mara nyingi kuliko mtu yote Afrika. National Ari nikamuongoza, nikamwongoza National Ari alikuwa kule poti yangu, nikampiga hapo Benjamin Mkapa, nikaongoza, sio mara ya kwanza. National Ari ndio bingwa muda wote wa CAF Champions League zaidi ya mara kumi na tatu baba. Nani apate evo hatari yule, mwalimu Sulemana Duch kamweka rotation ikafanya huu um, mpira leo, relax maelekezo yangu mimi. Ukichukua mali leo, mwalimu ambaye ingia back, back oh, waka, waka, eh, na mchezo, mabeki wawili nyuma, viungo watano, wakati mbele wachezaji wawili washambuliaji. Ndio maana amecheza na viungo wengi, washambuliaji ni wa katikati leo kapea maelekezo. Ukipata mali, maana yake ni ku anticipate kuna eneo la kushoto la kulia, ucheze kwenye flanks, kazi yako ni kupanda, maana most of time anamwambia panda, usuri nyuma Umeneelewa. Kwa hiyo Pontev amecheza mpira mzuri, tunashukuru Mungu tumefanikiwa, kila la heri kuja. Tunatoka kwenye grupu ile, tunakuwa sisi ndio wa kwanza. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa Simba nayo tumeyazoea turufu yetu siye, kila siku hapa lazima uache pointi tisa. Hiyo ndo turufu yetu inayotubeba kikapu chetu. Sisi hapa kwa Mkapa unaacha tisa hapa, halafu we kwako, tutakufanya nini? Tutajua na huko huko. Kwa hiyo ile inatupa picha ya sisi kwenda kuwa ku, ku, watu wa kwanza kuongoza kundi halafu wengine watafata.